Mimi ndio shangazi wa taifa. Maneno ya ndoa, si sherehe tu ama legal contract ile ambayo mulifanya. Ndoa ina mambo mengi, na ndoa, ukiona watu wanaishi mpaka wakatoka mvi pamoja, gray hair pamoja, kuna mambo mengi sana wanapo wamezingatia. Na la kwanza ni trust, ya pili ni patience. Ya tatu ni respect and the willingness of growing together. Marriage is a commitment. Sio kuitana tu I love you, I love you ama kuangaliana tu masura na nini, weupe ama urembo, una fed Kai huyu kwa roho yako, simpende kwa umbo lake. Umbo linafika mahali lina shrink. Mimi nakumbuka mamangu na babangu wakanizaa na nyashi, lakini leo sina kwa sababu wakati mkwenda. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie usimwangalie kwa umbo, mwangalie kwa nafsi yake na roho yake. Huyu Dayana ni mrembo, ukawaacha wee wa ukamwona yeye katika ng'ambo ya pili. Sisi hapa Kilifi twasema tunashukuru tumepata msichana mrembo. Kai, umetuvisha nguo. Diana, simu ya mumeo ni kitunguu. Hiki ukiishika kila siku utakuwa na mwaga machozi, maanake Presenter Kai ni muhandisa mrembo kuna wengine ambao wataki kutongoza wamtongoza yeye. Ukiona ushanza "darling, imekuwaje ee, mimi nipeleke kwetu, hapana! Jivunie una mume mzuri na wanawake wanameza ya mate hawakumpata.